Kwa kusema ukweli, eneo la Isiolo tumeathirika zaidi kwa mambo ya mvua ambayo imenyesha, uh, gavula kama watu hawakuwa wamejitayarisha, na tumekuwa na familia ambazo zimekuwa affected especially eneo la Wabera, tuko na familia karibu elfu moja wale ambao wameathirika na hii janga la maji. Barabara zimekatika, manyumba watu wameingiliwa na maji, wengine hawana mahali pa kukaa vijana wetu pia wabodaboda wameadhirika zaidi, kwa sababu biashara zao zimeenda chini. Mahali ambapo walikuwa wanakimbisha customer hapa na pale, barabara zimeharibika, zimekatika zingine, wengine hata pikipiki zao zimevujika vujika, kwa sababu mahali ingine unapata mtaro, unapiga mtaro, pikipiki inavuja. Na hiyo ni jambo ambalo sisi tumeona limetuadhiri zaidi, sisi kama wakaaji wa Wabera, ombi letu ni kusema ya kwamba serikali ya county government wame wametulia wame, wame zaidi na wamechelewa zaidi. tangu mvua wakati ambapo imekuja leo, ni wiki moja, hatujaona msaada wowote wa serikali ya county government ya Isiolo inayoongozwa na bwana Nguyo. bwana Nguyo, mahali uliko gavana, jitokeze. watu wanaathirika, watu wamepokonywa mali yao, wamama wa soko busi zimeenda, wamama wa wafanyabiashara wama wa biashara zao maduka yao yameingiliwa na maji vitu ya duka zimeharibika, si barabara zimekatika, si? Tafadhali tunaomba msaada wa serikali ya county, msaada wa Red Cross, msaada wa wafadhili na wale watu wa erijema, kwa sababu maeneo ya Isiolo yameharibika and especially Wabera ward na sehemu ya Bulapeza. Tunaomba pia wale ambao ni wafadhili wale ambao wanapeana, tuanze programu ya kusaidia watu wetu, kwa sababu watu wetu wameathirika na jambo hili. Kama litaendelea hivi, kama mvua itaendelea hivi, kuna familia ambapo watabaki mahame, hawana mbele hawatakuwa na nyuma. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county government waweze kutoa machines hata zile za kukata mitaro ya kuondoa maji taka ambayo inaweza kuondokea manyumba ya watu maana familia zimeathirika. Saa hizi watoto wanaenda kurudi shule, wazazi wengine hawana mbele wala nyuma, kwa sababu duka zao zimeathirika. Wale wa soko, buzi zimeenda, ng'ombe zimeenda, maduka zimeathirika, na sasa wazazi hawana mbele wala nyuma. Hata watoto wetu kurudi shule itakuwa ni gharama kubwa, itakuwa ni shida kubwa. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county government na pia national government waweze kuchip in ili tuweze kuokoa maisha na ya wakaaji wa kaunti ya Isiolo, mvua hii inapoendelea kunyesha, maana hatujui itanyesha siku ngapi. Tunaomba serikali watoe hata asile machines za kuchimba mitaro ya kuondoa maji taka, na pia walete madawa, mandawa ya typhoid, mandawa ya kulera, neti za kuzuia mambo ya umbu, vyakula blanket, na hivyo vyakula vyote viweze kusanywa mahali moja watu wetu waanze kupewa wale ambao familia ambao wameathirika. mimi ndio chama ni waist ya Vietnam. baadhi ni ukweli, ukiangalia kama sisi wakazi wa hapa kiwanjani tunaumia sana kwa hii maji. wenzetu hapa ni noa, kama mdogo wangu hapa walikuwa mienda na maji tu, tulikuja hapa tukaona tunaandikwa, lakini baadhi si tulipitwa, kama tujulikani iliandikwa kisirisiri, lakini baada tu kuelewa venye kulienda, tuliachwa kulalamika hapa. wale wenye waliandikwa hata wengine, hata baadhi hawajafikiwa hata na maji Ukifuatilia tu ni ati wewe umepewa tu kazi ya kuandikana, na tunaandika marafiki wenzako. Bwana County Commissioner wa Isiolo, tunaomba uamurishe machief pamoja na maasisa chief waweze kusunguka sehemu zote za maeneo ya Wabera na maeneo pia ya Bulapeza, wakiangalia zile familia ambazo zimekuwa affected, zile barabara ambazo zimekatika, yale mashule ambayo yameadhirika, yale makanisa ambayo yameadhirika, wale familia ambao wameingiliwa na maji ili tuwe na eh, a true number ama ile namba yenyewe ya wale ambao wameathirika zaidi, kwa sababu kuna familia wengi ambao wameathirika, lakini hawana mtu ambaye anawajulia. Kwa hivyo wito wetu, ombi letu ni kwamba jambo hili lichukuliwe kwa haraka na idara ya administration na pia idara pia ya, poli, ya politician ikiongozwa na county government na governor, ili tuweze kuidentify wale ambao wamekuwa affected na haya mafuriko na pia tuulize watu wetu wale ambao wako sehemu ambazo zinaathirika. Jameni, tutoke sehemu ambazo mahali maji inakujia.